Karibu kwenye makala ya Wimbi la Siasa. Mimi ni Victor Abuso. Wiki hii tunajadili harakati zinazofanywa na Marekani kusaidia kupatikana kwa suluhu ya amani ya kudumu mashariki mwa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Mjumbe maalum wa Rais Donald Trump Masad Bulus amethibitisha kwamba nchi hiyo imepokea mapendekezo ya rasimu ya mkataba wa kusitisha vita toka kwa Rwanda na DRC. Kamati maalum imeundwa ikiongozwa na Marekani, Qatar, Ufaransa na Togo ambayo inawakilisha umoja wa Afrika ili kupitia mapendekezo hayo. Baada ya wiki tatu, mawaziri wa mambo ya nje kutoka nchi hizo mbili watakutana kwa ajili ya mazungumzo zaidi. Je, Marekani itafanikiwa katika harakati zake? Kwa njia ya simu unaungana naye Mali Ali, mchambuzi wa siasa za kimataifa akiwa Paris. Bwana Mali Ali, karibu sana kwenye makala ya Wimbi la Siasa. Asante sana ndugu mtangazaji kwa kunikaribisha. Asante sana na tunaungana naye pia Andre Biadunia, yeye ni mmoja wa viongozi wa mashirika kirai ya kiraia akiwa nchini DRC. Karibu sana asante nimekaribia. Ndugu na msalimu mwenzetu ambaye tunakuwa naye kwenye studio, tuanze nawe andre bedunia ukiwa hapo drc unazungumzia vipi hizi harakati za marekani kusaidia kupatikana kwa mkataba um, wa amani kuhusu machafuko ya muda mrefu kule mashariki mwa drc marekani imejitokeza na ikaonyesha kwamba inaweza kusaidia kupitia waziri wa mambo ya nje wa marekani lakini imeonekana kwamba ni dili, ni dili ni mazungumzo ma, ambayo yamefanyika labda sio kinaga ubaga kati ya serikali ya congo ambayo haikuhusisha wananchi wa Kongo, kwa sababu katiba inasema katika mambo yote ambayo yanaweza kuleta amani, mambo ambayo yanaweza kutafuta namna gari ya kufanya eh, kubadilishana. Kwa sababu hiyo dili kati ya Marekani na Congo ni, Kongo inataka kununua amani yake kupitia madini ambayo yanatoka Kongo, ambayo yataenda Umarekani. Bwana Mali Ali, wewe unatathmini vipi? Uh, unafikiri ni Serikali ya DRC ndiyo imeitafuta Marekani au ni nini ambacho kimesukuma Marekani kuingilia katika suala hili? Hilo liko wazi kwamba ni serikali ya Kongo ndiyo imeitafuta Marekani, na kama ndugu yangu alivyozungumza ni kweli, kama mzozo chanzo chake ni, ni, ni mali za Kongo. E, kwa kweli mali hizo hizo ndizo ambazo leo zinataka kuonyesha kwamba amani ina inataka kupatikana kwa sababu tayari kuna yule mbabe mwenye nguvu ambaye sasa eh, ameweka mkono kwenye mali hizo za Kongo. Kwa hiyo, amani hii ya Kongo bado inazungumzwa tu, lakini kivitendo inakuwa si amani ambayo e, wakongomani wa wanahitaji wana, wana kwa kweli, kwa sababu yale ambayo yote yaliyopitika Luanda na Nairobi yote ilikuwa ni unafiki wa kisiasa ambao e, watu wanauona wenye akili zao lakini hawana maamuzi katika hilo. Naam, Rais wa DRC Felix Tshisekedi amesema kwamba serikali yake haina mpango wa kugawa kiholela rasilimali zake licha ya kuhusika pakubwa kwenye haya majadiliano yanayoendelea. Tumsikilize hapa, alafu nitakuja kwako bwana Andre Bedunia. Baadhi ya hotuba zinazotolewa bila hata ya vyombo vya habari kufanyia uchunguzi zinaelezea mpango wa kuuza rasilimali zetu. Kimsingi, madai hayo hayana ukweli wowote na yanatolewa kuwa ni kampeni za kudhoofisha kujitawala kwetu kiuchumi na hivyo ni kuharibu juhudi za mipango mikakati ya nchi yetu katika nyanja za kimataifa. Na hapa mbele yenu, nataka kuthibitisha kile ambacho siku zote ninatetea, kwamba hata siku moja na hakuna hata siku nitauza utajiri wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Nimeapa hili mbele ya taifa, nami nitasimama hadi mwisho Abona, zungumzia vipi kile ambacho amekisema rais Chisekedi? Tumeshazoea uh, mazungumzo ambayo anaifanya rais wetu, mara nyingi huwa anazungumza, lakini hayatafanyika na, na, na mengi na hayata, ambayo anaifanya uh, inaenda kinyume kabisa na watu ambavyo wanaviwaza, kwa sababu rais nakumbuka wakati mmoja alisema kwamba yeye atakuwa tayari hata kusaini mkataba na shetani ili amani ya, ya Kongo ije, na hii ya kusaini kutafuta amani ya Kongo kupitia mali na madini ya Kongo si jambo la kujiuliza tena, kwa sababu limeshasemekana. Hata mawaziri wanaisema, hata mwenyewe wanaisema, na inaonekana wazi, kwa sababu ni yeye binafsi ndiye ametafuta hii dili kati ya nchi ya Kongo na umarekani ili atafute amani, na ilisemekana kweli kweli kwamba anakuja kutafuta amani, lakini sasa tatizo ni kwamba kwenye ile eh, ile wanaita d hii zile pointi sita ambazo zimezungumzwa pale, ndizo zile zile pointi ambazo zilizungumzwa tangu mwaka wa elfu moja na tisini na sita. Naam, mali hali sasa, kinachoendelea kinaweka wapi mikataba kama ya Luanda, Nairobi, lakini pia mazungumzo kati ya M23 na uh, serikali ya Kigali na serikali ya, ya ah, DRC samani haya ambayo yanaendelea hivi sasa ni ni mlolongo tu, ni mwendelezo wa yale ambayo yaliyoanza Nairobi Luanda. Kwa hiyo yamekusanywa na kuweza kupata mfadhili ambaye ni Marekani, anayasimamia sasa kwa faida zake sasa mwenyewe, jambo ambalo ukitizama halitoki kabisa katika nyoyo za wakongomani au za wale wadau wanaogombana mashariki ili waweze kuwa na moyo kabisa uliokunjuka wa kusema sasa tuna nia ya kuleta amani Kongo, lakini ni amani ambayo inakuja katika dili, katika biashara, katika mikataba ambayo ni, ni, ni, ni ya kuendelea kupora mali ya Kongo. Lakini hili kama lingekuwa kwa kweli limetoka katika tatizo katika chimbuko la tatizo lenyewe na likaleta amani, basi tungesema kabisa kama hii ni amani ya kudumu. Lakini mikataba hii kama alivyozungumza ndugu yangu ni mikataba ambayo haikubaliki, haieleweki, haitekelezeki kitaifa, kwa heshima za taifa lolote lile. Mikataba hii haiwezi kutekelezeka kwa sababu kwanza, mikataba kinyume kabisa na utaratibu ambayo wa kisheria wa kikatiba, ambayo mikataba mikubwa kama hii ingeweza kuu kupitishwa na kuheshimika. Olivier Nduhungirehe, waziri wa mambo ya nje ya Rwanda, amekuwa akihusika pakubwa katika mkakati huu na alikuwa na kauli hii kuhusu mikataba: tumetia saini mikataba mingi, na tatizo tunalokabiliana nalo ni ukosefu wa dhamira ya kisiasa toka upande wa DRC. Kuhusu mkataba huu, tunaona ulazima wa kutekelezwa hatuwezi kushiriki katika mazungumzo ya kwenda Doha, Washington, Luanda, Nairobi na sijui wapi, wakati wenzetu wanayo dhamira ya kuendeleza kusaka suluhu kupitia kijeshi. Yaani, tuna taarifa kwamba serikali ya Kinshasa imeendelea na dhamira yake ya kusaka suluhisho la kijeshi ambalo halijawahi kuzaa matunda. Nam, huyo ni waziri wa mambo ya nje wa Rwanda, Olivier Nduhungirehe akizungumzia kinachoendelea muda wetu kwa kweli umeyoma sana, labda nikupe kwa sekunde chache tu. Bwana Andre bia Dunia, umemsikiliza hapo huyu waziri wa mambo ya nje wa Rwanda, unasemaje una kuhusu alichokisema, na labda unaweza kuongezea tathmini yako ya mwisho tunapofikia tamati. Wao, wao wenye Rwanda kila siku tumeshawazoea kwenye maswala yao, kwa sababu kila siku ni kutulagai na kusema mambo ya uongo. Wakongomani wabaki imara. Rais kama atatusikia, tumeshazoea. Mazungumzo yake ni mazuri sana lakini vitendo havionekani ma itawezekana alisema tuingie jeshi tusaidie nchi atupatie ambao vinasaidiwa sisi. Tunapata hayo mazungumzo, kama yatafanyika yafanyike, lakini tuone kwamba wakongomani wamepata amani na amani itakuja kupitia sisi wenyewe. Amani ya nje hatuitegemei kabisa, amani ile. Unamalizia vipi? Amani ya Kongo itapatikana pale Kongo itakuwa na serikali yenye kuwajibika. Amani ya Kongo itapatikana pale ambapo Kongo itakuwa na jeshi ambalo litaweza kuiokopesha nchi jirani na hususan Rwanda. Lakini kwa hatua hii, Rwanda bado ina nguvu, Rwanda bado inabebwa na mataifa. Kongo isitegemei kupata amani ikubali kuporwa mali zake kwa vita kumalizika, ili watu waishi bila vita, lakini kuziwia pia kupora mali, hilo litawaletea kongomani vita, kwa sababu hawajawa na uwezo na nguvu ya kutetea mali zao na kuhifadhi mali zao, hilo wafahamu kwamba vita zinazowakumba wao ni kwa sababu ya utajiri wao, na kabla hawajawa na nguvu na usimamizi wa kutosha, basi jirani na wenye nguvu watakuja kupora mali hizo, na wakikataa basi watawaletea vita. Kumbe, kabla hujawa na nguvu, kuwa mpole, acha watu wachukue mali zako ili upate amani. Utakapopata nguvu, wewe ndio utaweza kuwafukuza mali yali mchambuzi wa siasa za kimataifa ukiwa hapo jijini Paris na kushukuru sana kushukuru na pia nakushukuru kwa kipindi hichi. Naam, Andre Bia dunia mmoja, viongozi wa mashirika ya kiraia ukiwa mashariki mwa DRC, asante sana kwa muda wako. Nashukuru kwa mwaliko. Na msikilizaji, kufikia hapo, tunafika mwisho wa makala ya Wimbi la Siasa. Hadi wiki ijayo, kwa heri.